Katika mji wa pwani wa Lamu ambapo mawimbi ya bahari yanapiga kelele za upole na jua linawaka kama taa ya dhahabu, aliishi msichana aitwaye Zawadi. Alikuwa na tabasamu linalong'aa kama jua na moyo wa upendo uliojaa wema. Zawadi alipenda kutembea kwenye mchanga wa pwani akiwa na wazo la kuandika hadithi za mapenzi ambazo zingewasha moto mioyo ya wasomaji wake. Lakini moyo wake mwenyewe ulikuwa bado haujapata mpenzi wa kweli. Huko juu ya milima ya Lamu aliishi kijana aitwaye Juma, mchoraji wa picha za mandhari, ambaye alipenda kuchora rangi za bahari na anga. Juma alikuwa na ndoto ya kuonyesha ulimwengu uzuri wa Lamu kupitia sanaa yake, lakini alikuwa na aibu na mara chache alishiriki kazi zake na wengine. Siku moja Zawadi alikuwa akitembea pwani akiwa na daftari lake la kuandika hadithi, wakati upepo ulipovuma na kumudu karatasi moja ya hadithi yake Karatasi hiyo iliruka na kuanguka karibu na miguu ya Juma ambaye alikuwa akichora kwenye jiwe la pwani. Juma alichukua karatasi hiyo akaisoma, na akashangazwa na maneno ya Zawadi, hadithi ya mapenzi kati ya nyota mbili ambazo zilipendana lakini zikatenganishwa na giza la usiku. E, au maneno haya ni ya kipekee, Juma alisema kwa sauti ya chini akipiga kelele, mwandishi wa hii lazima awe na roho ya kipekee. Zawadi alisikia sauti yake na akamudu. Alipomudu Juma, moyo wake uliruka kidogo. Alikuwa na sura ya upole na macho yanayong'aa kama bahari. Ihiyo ni karatasi yangu, alisema Zawadi akitabasamu kwa aibu. Juma alimudu na akahisi joto usoni mwake. Imimi nimesoma kidogo. Ni hadithi ya ajabu. Wewe ni mwandishi? alimudu Zawadi akiwa na karatasi mikononi mwake. Zawadi alikubali na wawili hao wakaanza kuzungumza. Walikaa kwenye jiwe wakishiriki hadithi zao. Zawadi aliambia kuhusu ndoto yake ya kuandika kitabu, na Juma alionyesha michoro yake ya mandhari ya Lamu. Walicheka, walishiriki ndoto zao, na bila kujua jua lilipozama, walikuwa wameanza kuangukia kwenye wavu wa mapenzi. Lakini si kila kitu kilikuwa rahisi. Zawadi alikuwa na rafiki wa karibu Aisha ambaye alimudu Juma kwa wivu. Aisha alisema, "Zawadi, huyu Juma ni mchoraji tu wa pwani. Hata hana kazi ya maana. Unaweza kupata mtu bora zaidi." Zawadi alijisikia vibaya lakini moyo wake ulimudu Juma. Alimudu Juma tena siku iliyofuata na Juma alimpa picha aliyoichora, picha ya Zawadi akitembea pwani na nyota mbili angani. E, hii ni wewe, alisema Juma, nyota yangu ya pwani. Zawadi aliguswa na picha hiyo, lakini Aisha aliendelea kumudu na maneno ya sumu. E, Juma hana maisha ya baadaye Zawadi. Unaweza kuwa mwandishi maarufu lakini yeye atabaki tu mchoraji wa pwani. Huku Zawadi akisita, alimudu Juma akiwa na wasiwasi. E, je, unaniamini Zawadi? Juma alimudu, sauti yake ikitetemeka. Mimi siyo tajiri, lakini moyo wangu ni wako. Siku moja Lamu ilikuwa na tamasha la sanaa na utamaduni. Zawadi alialikwa kusoma hadithi yake mbele ya umati, na Juma alialikwa kuonyesha michoro yake. Zawadi alisoma hadithi yake ya nyota mbili na umati ulipiga makofi kwa nguvu. Lakini alipomaliza, aligundua kuwa Juma hakuwa hapo. Alipoharakisha kwenda kumudu, alimpata Juma akiwa amesimama karibu na stendi yake ya michoro akitazama chini. E, Zawadi alisema, sikuwa na uhakika kama ningeweza kuonyesha kazi yangu, lakini nilichora kitu cha pekee kwako. Alimudu picha kubwa. Ilikuwa picha ya Zawadi akisoma hadithi yake na nyota mbili zikiwa zimeungana angani. Umati uliosimama karibu ulishangaa na uzuri wa picha hiyo, na Zawadi alijaa machozi. Ee Juma, hii ni nzuri zaidi kuliko maneno yangu yote, alisema. Katika wakati huo wa uchawi, Zawadi alikimbilia kumudu Juma na kumudu, mimi ninakupenda Juma. Moyo wangu ni wako bila kujali chochote. Baada ya tamasha, Zawadi na Juma waliendelea kuwa pamoja wakishirikiana katika sanaa zao. Zawadi aliandika kitabu cha hadithi za mapenzi na Juma alichora picha za mandhari ambazo ziliambatana na hadithi zake. Picha zao na hadithi zao zilienea ulimwenguni na Lamu ikawa mahali pa watalii wengi waliotaka kuhisi mapenzi ya Zawadi na Juma. Aisha, baada ya kumudu furaha yao, aliomba msamaha na akawa mmoja wa wafuasi wao wakubwa. Zawadi na Juma waliendelea kuishi maisha yao ya mapenzi, wakitembea pwani, wakishikana mikono na kuangalia nyota mbili zikimetameta angani, ishara ya upendo wao usioweza kufa. Asanteni sana kwa kutazama hadithi yetu ya mapenzi ya leo. Ikiwa umeipenda, usisahau kujiunga na channel yetu hapa chini na uweke kengele ya taarifa ili usikose video zetu za baadaye. Penda video hii na shiriki na marafiki na familia yako ili waweze kufurahia hadithi hii ya kipekee pia. Tazama video zetu zaidi za Kiswahili zinazovutia moyo na tuko hapa kuleta hadithi mpya za kukuhamasisha. Tuonane kwenye video ijayo. Kwa sasa, mbarikiwe na uendelee kufuata mapenzi ya kweli.